Mzee mwenzangu vipi? Mzee mwenzangu, safi mzee mwenzangu. Umeoa kwanza? Oa. Hujaoa? Kwani hujaoa? Maisha. Maisha yanifanyaje mzee mwenzangu? Maisha magumu. Asa mko maisha mko magumu ndio sio? Nitafuta hela. Hela? Eh. Alafu unachekesha kweli mzee mwenzangu. Je, kuna muda unazingua mzee mwenzangu? Oa tafuta lijimama mama liweke ndani, tafuta lishangazi lenyewe likulee, likushikege shikege midevu hiyo. Unafeli wapi wewe? Limama sio vizuri nataka upate mdogo mdogo mlembo mm. Asa unafeli, limama ndio nzuri linakulea, linakuzingatia, linakupa kila kitu, linakunyumbulisha, linanyumbulika kweli. Aicha ubwege. Tena ulitafuta lichawi ndio nzuri linakuloga, linakuloga, linakuloga tena. Uh, mchawi tena. Ndio. Tafuta. Wao wananipeleka sempa baya. Mchawi tena. Lichawi ndio nzuri, tena mnawanga. As, Asije kunilogea.